Sasa tuelekee kaunti namba 48, ambapo ni ugaibuni. Kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu ameiambia mahakama kuwa atajiwakilisha mwenyewe kwenye kesi ya uhaini inayomkabili. Lissu ameiambia mahakama kuwa haki zake za kimsingi kupata uwakilishi zimekwama, na hata hivyo hana budi kujiwakilisha. Pia amesema kuwa amekuwa akichunguzwa na polisi pakubwa huku akizuiliwa kwa wafungwa wa hukumu za kifo. Kiongozi huyo wa upinzani alizuiliwa mwezi Aprili, kwenye hatua iliyoibua upinzani mkubwa kutoka kwa mashirika ya kimataifa kutaka aachiliwe. Body of principles inaitwa maarufu kama the Mandela principles, lakini kwa sasa mshtakiwa um, atajitetea mwenyewe kama alivyoomba. Ombi lake limekubaliwa na upande wa utetezi wameridhia hivyo, kwa hiyo kuanzia sasa ni mawakili wa serikali dhidi ya mshtakiwa, okay.